Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesimama uh, kwa jambo lililotokea leo mapema, nikirejea swali namba mia mbili sitini na nne ambao ambayo ulikuwa ninazungumzia kuhusiana na ujenzi wa uzio kwa shule za msingi, na majibu ya serikali imeonyesha juhudi ambazo inazipelekea hasa kwa kujenga kwa kwanza kwa kujenga shule za watoto uh, shule maalum watoto wenye mahitaji maalumu kulingana na upatikanaji wa fedha na wakaonyesha kwamba wataendelea kujenga. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe mwenyewe ni dhahiri umeona idadi kubwa sana ya wabunge waliosimama kuonyesha ukubwa wa uhitaji wa ujenzi wa uzio kwenye shule zetu na hasa za mijini, kama shule swala ya msingi ambako nimeelekeza, kuna mwingiliano mkubwa sana wa watu, vyombo vya moto na shughuli mbali mbalimbali za kijamii ambazo zinapelekea kupunguza umakini na usikivu wakati wa kujifunza. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu serikali imeonyesha inaenda kwa kadi fedha inayopatikana na, na imeelekeza kwenye halmashauri na halmashauri zingine hazina fedha. Kwa mfano halmashauri mji wa Tarime tuna shule ambazo zipo katikati ya mji, shule ya msingi Azimio, Mapinduzi, Saba Saba, ukienda kule Lebu tu na na, imani na kwingine kote. Sasa kwa nini serikali haioni kwamba kuna haja ya kukaribisha private sector, kwa maana kupitia PPP ili waweze kujenga uzio na upande wa huku kwa nje waruhusu shughuli za zingine ziendelee. Ambazo kwa zimeweka uzio lakini zimeonyesha kwa mfano, uh, maduka ofisi, kama ilivyo Pamba Sekondari ya Mwanza, kama ilivyo Benjamin Mkapa Kariakoo. Tuna imani kama serikali ikiona hii kuna tija hivi, kwa sababu kuna hakuna upatikanaji wa fedha, ili kuweza kuimarisha usalama na watoto waweze kujifunza, waruhusu private sector waweze kujenga hizi uzio kwa mikataba maalum, ambapo itatoa usalama na kujenga uchumi na kujenereti pia uendeshaji wa shule zile. Sasa ikasema, mheshimiwa mwenyekiti, kwa ukubwa wa hili Serikali haoni kwamba, nataka mwongozo wako. Serikali haoni kwamba kuna haja ya kukaribisha uh, private sector waweze kushughulika na hili jambo, kupunguza uh, dhaima hii ya ukosefu wauzio, hetu, wa uzio kwenye mashule yetu ya msingi hasa yaliyopo mjini. Mheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Esta Matiko amesimama kwa ajili ya kuomba mwongozo, kutokana na kujitokeza kwa wingi kwa wabunge kwenye uhitaji wa uzio wa shule zetu za msingi, lakini maeneo mengi nchini. Kama ambavyo leo mmesikia hapa, wengi wameuliza swali hilo. Uh, na huu ni ushauri mzuri, naamini serikali inafanya jitihada kubwa sana. Kwa hivyo mwongozo wangu ni kwamba serikali, baada ya kupokea ushauri huu, mimi hapa kwangu naomba na wao wazingatie kuona namna gani wataweza kufanya, lakini bila kuharibu maslahi mapana ya taifa letu. Kwa hiyo ushauri huu wa kuwa na ushiriki wa private sectors ama hawa watu binafsi kwa mpango wa PPP si mbaya, lakini serikali iangalie namna bora ambayo haitoleta athari katika taifa letu. Huo ndio mwongozo wangu.